na kumtakia ziada rehma Mtume Muhammad na ali na ahali zake. Pia kama ilivyo ada na desturi, huwa tunajifunza kutokana na maudhi mbalimbali mbali ya ndoto, na tangu jana na, na leo pia tunasoma kwenye ndoto za mtu aliyeona anaitwa katika ndoto. Kuitwa katika ndoto kuna maana gani hasa? tunastiki na hili mmoja ni katika lile tulilojifunza jana kwamba ndoto hii itakuwa na maana ya jina halisi ambalo limeitwa katika ndoto hiyo. Aidha, ikiwa jina baya, jina lenye maana mbaya litaakisi maana huko, na ikiwa jina lenye maana nzuri litaakisi maana humo, iwe mtu ameita au ameitwa, litatokea hilo. Sasa basi ni wakati gani maana hii itathibiti? Tutajifunza kwenye clip hii ya leo. Na je, nini maana nyingine ya kuitwa katika ndoto? Tutajifunza kwenye clip hii namna Alijafari Mtavassy. Kama ilivyo utaratibu wa kimtandao, huwa tunawakumbusha ndugu zetu ambao ndio mara ya kwanza wanaona peji yetu, mara ya kwanza wanatembelea chaneli yetu, gusa na subscribe, kisha kisha gusa alama ya kengele, ili kufungua notification na iwe rahisi kupata vipindi vyetu vinavyofuata. Tuendelee kujifunza zaidi. Ukiwa mwanafunzi mzuri, ukiangalia video zetu mara kwa mara, ni rahisi kubobea katika utaratibu huu, kwani sisi huwa hatujibu ndoto tu, bali tunafundisha misingi ya ufasiri wa ndoto. Ndio maana namna tunavyozungumza, tunazungumza ndoto yenyewe in general eh kikawaida inakuwaje, ni hivyo na. Leo tunajifunza jambo lingine. Kwanza, kabla ya kutazama ni wakati gani maana itaakisi, naona tuanze na maana nyingine ya ndoto hii mtu um, kuona anaitwa katika ndoto kunaweza kuwa na maana nyingine nje ya maana ambayo tumeizungumza kwenye klipu iliyopita ni maana gani hiyo? Nifuate vizuri. Ndoto hii inaweza ikawa na ujumbe kutoka kwa sheitani wa kijini. Ndoto hii inaweza ikawa na ujumbe kutoka kwa karina, ambaye mtu anatembea naye, anaishi pamoja na yeye. Kwa elimu kidogo, watu wanatakiwa wajulishwe kwamba sisi watu, kila mtu alipozaliwa alifuatwa na jini maalum. Huyu jini huitwa karina kuna elimu pana sana. Insha Allah taala, tutakapoanza kutengeneza clip zinazohusu majini eh, na mtiririko wao, tutaanza na jini huyo Karina, jini muambata kwenye Kiswahili fasaha. Maana neno karin ni muambata kutoka katika lugha ya Kiarabu: akarana, ameambatanisha; yukirinu, anaambatanisha. mambo ya kilugha yote tena tuweke pembeni hilo. Kitu kikubwa ni kufahamu kwamba kuna jini muambata. Jini huyu wakati mwingine anaweza akakupa alama japokuwa inawezekana wakaja majini wakubwa wakamdhibiti asiweze kukusaidia kwenye baadhi ya mambo yako, lakini jini huyu huwa anatoa information kwamba da, ndugu yangu, unarogwa, kwamba kuna jambo haliendi sawasawa. Huyu jini huwa analeta taarifa. Sasa mtu anapoitwa katika ndoto, kuna mambo kadhaa. Inaweza ikawa jini Karina pia anamjulisha kwamba wewe unarogwa, kwa hivyo jini anaweza kuwa anakupa taarifa na usijue au ukafahamu kutokana na noto hii noto hii inaweza ikawa ni sehemu moja ya sehemu mbili ambazo majini wanaweza kuwa wanakujulisha hilo jambo moja anaweza kuwa jini karimu kama nilivyosema lakini pili inaweza ikawa a sign alama ya kuitwa na jini tayara jini wa kichawi hapa nifuate vizuri ili uweze kung'amua hasa ni jambo gani linatokea kwenye ndoto hii. Mtu anaitwa na jini Karina ana alama kwenye namna, tunamjua mtu anayeitwa na jini Karina na mtu anayeitwa na jini Tayara, kuna alama sasa. Nif, nisikilize hapa, mtu ambaye anaitwa na jini Tayara kiutaratibu, mtu huyu ambaye anaitwa na jini wa kichawi, yeye ana mara nyingi kuinuka wakati anaitwa, yupo usingizini, anainuka na anakwenda kufungua mlango. Kuna watu wengi sana huwa wanadanganywa, wachawi wanapita kwenye visuso vya nyumba, sijui kwenye pembezo za nyumba, wachawi sijui huwa wanapita kwenye kona za nini, mambo ni, ni mengi sana. Mambo haya ni ya uongo haya, huyo sio mchawi, huyo mtafutie jina lingine. Wachawi huwa wanapita mlangoni, wanapita mlangoni, tena wakati huo wanamtumia jini taiara kumwamsha mtu aliyekuwa ndani, wanamuita fulani fulani. Jini taiara ndio anafanya hiyo kazi ya kumuinua mtu pale alipolala na kumtoa nje, kwa sababu jini ana mawasiliano ya kiroho na mtu wasikia, wenzetu wa imani ya pili wa Kristo wanasema roho mchafu. Maana yake huyu jini yupo katika asili ya kiroho, nifahamike vizuri ili somo litalileta kufahamu kwamba majini hasa wapo katika version ya kimalaika. Hili ni somo jingine, inshallah taala tutalizungumza kwenye maudhui yake. Nifuatilie tu hapa hapa Mtavassy TV online, tutakwenda kulisoma hili somo, uone kwamba majini ni version ya kimalaika, japokuwa kuna aya zinasema, wa khuliqa eh, al Mala ma malaika min nuri, si ndiyo? Hadithi zinasema hivyo, aya za Qur'ani zinasema hivyo, malaika ameumbwa kutokana na nuru na majini wameumbwa kutokana na moto, lakini sio sababu ya hii vashni nyingine kuitoa kwenye uvashni wa kimalaika. Nitafafanua vizuri insha Allahu taala kutokana na hadithi mbalimbali mbali za wanazuoni na unukuzi uliotoka kwa maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hata kwenye mirija, hata kwenye silsila yenyewe kabisa ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuenda katika mada ya msingi. Sasa mtu anayeitwa na jini taiara anajulikana vipi? Alama ya kwanza tumesema, huyu utamwona anainuka, anainuka kutoka kitandani, anakwenda kufungua mlango, awafungulie wachawi, au yeye mwenyewe anaitwa aende akafungue mlango ili akatiwe uchawini. Lolote linawezekana. Huyu ni mtu wa kwanza, anaitwa na jini taiara, jini wa kichawi, lakini mara nyingine yakiitwa humo ndotoni humo, moyo wake huwa unakwenda mbio, moyo unakwenda mbio kwelikweli. Hii ni ishara ya pili ya mtu anayeitwa na jini wa kichawi, ambaye wachawi wamemtuma afanye hiyo kazi ya kumwamsha mtu huko ndani afungue mlango na aende nje. Baadhi wanachoonya na mutahadi musihiri huyu, mtumishi wa uchawi, ipo hivyo. Sasa basi, mtu anayeitwa na jini tayara Hizi tumefahamu dalili zake. Jini karina tunafahamu vipi sasa kwamba huyu ni jini ambaye mtu yuko naye, ndiyo anamuita? Jini ambaye anamuita mtu katika ndoto na akawa ni jini wake mwenyewe ambaye yuko naye muda wote, huyu ndiye ambaye, ambaye anakuja na saini za ile neema au shari ya ndoto kuwa inamjulisha mtu huyu, ambaye jana tumezungumza kifungu chake katika maana ya kuvitafsiri ndoto hizo ndoto hizi zinakuja na jini huyu wa kiruhani ambaye mtu anaishi naye. Sasa namna ya kufahamu kwamba maana hasa inakwenda kuchukulika ni hapa. Je, uliitikia ndoto hii wakati unaitwa ndotoni? Yaani umeitwa Musa au Juma, Farida, Sabiha. <laughs> kwa nini uliitikia katika ndoto? kama uliitikia basi moja kwa moja, haijalishi uliitikia vipi. Kama uliitikia kwa kugeuka, maana itakuja, na kama uliitikia kwa kwa sauti, maana itakuja, na kama uliitika halafu ukawa unaendelea na safari yako, maana itakuja. Nifuate vizuri hapa na unisikilize vyema, maana hapa ndipo maana itakapokuwa inachukuliwa. Sasa inafyonzwa maana, inafyonzwa kutoka hapa Endapo uliitikia kwa sampo ya sauti, basi utapata kile kinachotajwa na hilo jina, kama ni neema au shari, kama tulivyofundisha kwenye klip iliyopita. Na kama uliitikia kwa kugeuka, maana yake jambo hilo litakugeukia. Kwa hivyo, kama ni ishara ya neema, unaitwa neema kama tulivyosema jana, halafu neema ukageuka, basi hapa utageukia neema na kama itakuwa shari basi itageuka kuelekea katika shari. Na kama unaitwa kwa nyuma, yani wewe unakwenda, alafu ukaitwa kwa nyuma, sio pembeni hivi ukageuka kuliani au kushotoni. Hili ni jambo lingine. Kama umegeuka kwa nyuma, tahadhari sana, inawezekana ukaingia katika shari, hata kama jina litakuwa ni zuri. Na kama unaitwa na haukuitika ukanyosha na habari zako, hii ni shukuru sana mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa kuona ndoto hiyo, kwa sababu ni ishara mbaya sana endapo ungegeuka kinyume, yaani unaangalia hivi mbele, alafu ukageuka nyuma. Hii ni ishara ya mambo yako kuharibika au kuelekea mambo ya kichawi. Allah taala atuepushe na shari ya ndoto hii. Mambo haya yanataka akili pevu sana, ndio maana tunaambiwa ndoto tunapoiona katika usingizi, tukiamka, tuchukue hatua tangu pale. Hivi basi, kuwa na tabia ya kutembelea channel zinazofundisha maana ya ndoto, kuwa na tabia ya kusoma katika maelezo yetu ili mupate muongozo hapo. Ila kuna watu shughuli yao ni kutisha, wengine tu jambo silo, kazi yao ni kutisha wao, kila ndoto wanakuambia ni jini, shetani, uchawi, hawana maana nyingine yao. Hawa kuna mtu akilala usingizini huwa anafanya huyu, wanakwambia ana husuda tu, ni hivyo hivyo tu, ndio maana wanayofahamu wao. Lakini ndoto hiyo na ndoto za kutisha nitafafanua ni nini hasa zinazungumza kwenye kripu zijazo, insha Allahu taala. usiache kutufuatilia hapa hapa Mtavasi TV, online Naima, alimja, afari, Mtavasi. Karibu kwenye kipindi kingine tena maridhaa, tafsiri na ndoto.